Sijui hata niseme nini ya. Sijui hata niseme nini lakini Eh, nimeona na mimi nipate nafasi kidogo ya kukaa kuzungumza na wewe kwa sababu anasema eh, mwanaume lijari hawezi kukubali akatongozewa. Eh, unatongozewa vipi wewe demu? Eh, kwanza hata mwanamke yenyewe tu anakuona kidogo, eh, kuna vitu vya vijaka sawa. Sasa mimi kwa sababu shupavu mahiri, eh, na hodari wa mambo nikaona itakuwa jambo jema sana ndipo nikipata muda hata kidogo na mimi nije nijazie jazie baadhi ya vitu kwa sababu eh, najua vitu vingi sana umeongea na, na Bigi nukaramba si ndio eh? <tipi> <tipi> eh, eh, Bigi kashanielekeza kila kitu kuhusu wewe eh, na, na mi najua tuatakajaniangusha. Sasa eh, eh, yani eh, mi nakupenda eh, mi nakupenda sana. Yani sana kutoka katika uvungwa moyo wangu mi nakupenda sana yani metokea kukuelewa sana hapa kijijini na usione labda kama vile labda hili jambo la ghafla sana. Hapana, hili ni jambo la muda mrefu. Mimi nimekuwa nikikuona sana unapita pita huko unapita pita huko kwenye mitaa mitaa eh. Na, na uzuri wewe ni, ni, ni mahiri sana kwenye kuzurura zurura eh. Muda wote unazurura tu, umepita huko umetokea huko kama ambulance, lakini hamna shida, tutatana na nani eh. Tukafamiliana hiyo vitu vidogo sana, lakini eh, ukweli ndio huo eh, kweli unanipenda eh. Mimi ehe, unanipenda mimi ndio hmm. Aya, kama unanipenda e, mi nakupenda sana. Yaani nakupenda sana, nikuahidi tu e, utakapokuwa na mimi basi vitu e, vingi sana vitakuwa, vitakuwa vimenyoka. Mi unanijua si mtu wa kona kona. Kwanza nina heshima yangu hapa kijijini, kila mtu ananiheshimu. Pita huko chebu chebu chebu chebu. Eh, itakuwa jambo zuri pia. Hata usijali, ukiwa na mimi kuwa na amani kabisa. mm, sawa. Hata mi nilikuwa nakupenda muda mrefu tu kwa ombi lako mi nimesha kukubali eh? Bwana ah, harusi mbona imekuwa haraka haraka sana hivo? Mimi sikutegemea kabisa, nikajua labda la kidogo kutakuwa kuna mambo mambo mengi vigumu ugumu eh, mbona eh, imekuwa rahisi sana bwana kweli, kwa sababu kila kitu kanielekeza kuswela. Basi sawa, lakini sasa mi ntaamini vipi kama umekubali gani? Eh? Na a a maneno peke yake hayatoshi, anaacha na vitendo, angalia namna yote ya kufanya mimi niamini mini, kama kweli wewe umenikubalia, eh? Eh? Hapo sasa niniamini basi, aya baadaye, nae. Bebi, nilikwambia mke wake Tariki, mke wake Tariki, mke wake Tariki, ndo huyo oui. Hey. Kwa yule ndo mke wake, ndo huyo ila. Yule Tariki mbahili ana mke mzuri, lakini anamfumbaza, ndo maana alishindwa kunipa elfu mbili yangu. Vipi, mbona kama una wivu? Ah, baby mimi sina wivu bwana Mi nachitaka tu hela yangu. mm -hmm. Yaani ule namdai elfu mbili tu inamshinda kulipa, ndo maana mke wake kafubaa. Uh, wanamea kijijini. Ah, mi ndo nishamaliza kazi yangu, kwa hiyo vipi? Si utaratibu ni ule? Ah, ah, bebi, yaani wa kijijini lakini unapiga za mjini, si uliniambia? So, ndo msomi katika kijiji hichi, ndo maana namkubaligi Una Kaswa, mimi, ndo haba, na vitu vyangu haswa. Yaani mimi ndo mwana kijiji pekee hapa ambaye ana degree ndo hiyo bana. Kwa hiyo eh, mi naenda kukusubiria, usiniangushe. Sikuja ni mwai dada, itakuwa yupo mpweke sana Be...

Mke wangu, mimi nimekaa nimefikiria, nimeona bora ile shamara shamalaboneni tuliuze mara ukizingatia saa hizi tuna maisha magumu sana, alafu nahitaji kubadilisha mazingira kidogo, aswa hapa nyumbani. Hii nyumba unaiona mwenyewe hali yake jinsi ilivyo, eh. Kwa hiyo naomba tuuze lile shamba, tukisha bahatika kuuza itajenga hapo choo cha kudumu eh, nyumba huko naona ilivyo, utarekebisharekebisha huko juu, bati zishaanza kuoza. Mke wangu naomba basi Kubali, ili ombi tuuze lile shamba. Kuuza lile shamba, nitakudanganya? Shamba kule aliuzwa tena, shamba aliuzwa kwa sababu hiyo, akili itoe kwenye kichwa chako, shamba haliuzwi. Kwanza lile shamba lina rutuba, hatuwezi kuliuza kwanza, tunaliza uzaji wewe. Kama unataka nyumba nzuri, kama unataka nyumba ya ghorofa, kama wezio, kama unataka nyumba kumelemeta melemeta, tafuta kazi upate pesa ujenge nyumba nzuri. Lakini hii nyumba yangu hapa haiuzwi, na lile shamba kule haliuzwi, umenielewa hapo? hey, mke wangu, vijana wenzangu ambadilisha mazingira, sisi paka ipo kwenye hii nyumba. Hivi kweli tubadilishe mazingira kidogo hivo elew? Nimeshakwambia shamba haliuzwi, usichokielewa wewe kitu gani jamani e, eh? mwanaume king'anga, eh? Katafute pesa, katafute kazi, ujenge nyumba mzuri, tutalala lakini shamba aliuzwi.

Hey, mbona umechelewa? Imenikalisha sana najua. Ah, samani. Hata hivyo sikuwa nia ya kuja kwako, kwa vile nimekuona umesimama hapa nikaona si mbaya nije kuongea naye eh, japo kidogo. Sawa, lakini sasa mbona siku ile umeenda kinyume na makubaliano mwanzo nimekusubiri sana pale kitu subiri muda mrefu, na kuangalia kila kona na kupigia simu, kuna muda ukawa mpaka upatikane, mpaka nikasema huyu vipi, ama Mungu nifanyia hivyoli, kwani nafanyia hivyo mama? Oh, samani, unajua uh, ile siku nilijiandaa kabisa na nilikuwa na lengo zuri tu la kuja kwa ile, natoka Hamadi, dada hapa kaniambia binti, unaenda wapi? Kuna kuosha vyombo, kuna kupika, kuchota maji, kama unavyojua kazi za kijijini haziishali. Kwa hiyo sikuwa na cha kujitetea, ikabidi niingie fanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo samahani. Sawa, nakuelewa, lakini sasa kwa nini usitoe hata taarifa? Ungenipigia simu au ungenitumia meseji, mpenzi wangu, e, nimepata emergency moja mbili itatu, mi ningekuelewa kama ambavyo huwa nakuelewa siku zote ningekuelewa tu walini, lakini kitendo cha wewe tena ukazima siu na simu ukawa upatikani nami nakusubiria, afu najua kuna mazingira shayandaa kabisa, mpenzi na wangu nakuja hapo, umeniangusha ndo nini tena mangu. Na namna anakuwa kama nakuamini vile, anasikia mwenzio, nakupenda sana najua. Mi nitatafuta siku, nitakuja tena nitakupa mambo nanjia, mambo utaenjoy wewe, hey. fanya kama unaona mbona, tena kuhadisia huko kijiwani kwenu, yaani, nitakupa mambo utaenjoy, hey. Utakaa unisahau? Kwa hiyo handsome boy, asiwenu usipanikiwana nini wewe tena, sawa hmm. kwa hiyo sasa basi, lini tena matokea Nitakuja nadhani ndani ya siku mbili hizi, kesho au kesho kupa, nitakuwa free, nitakucheki koe sambo, haina haja ya kupaniki ana, umevimba mwenyewe. Sawa basi, ila sasa ilini usifanye tena ikawa tena hadi ya uongo tena, utokee kweli. Basi jamani, mi sikuangushi, tatizo wako hata uniamini, mi sikuangushi Vumilia mvumilivu la mbibi, subira yavuta heri. Sasa wewe, subira itavuta utamu, siunaelewa nisubirie, sawa mkokasa? Basi sawa, minigakuelewa mtundowane. Aya, moja mi niwahi dada nyumbani, maana kuna sehemu alinituma, nilipoenda sijamkuta huyo mtu. Kwa inabidi niwahi mapema kumpa taarifa Anikaka, kiukweli katika urithi ambao mwiva ameniachia na mpaka leo sijanufaika nao, ni aridi au ni la hapa sasa. Angalia kaka, eh? Udongo kama huu umeshaungua, umepoteza rutuba. Mtu amejijia tu hapo amejichomea mkaa, wengine wamekuja kuchoma miembe yangu, yani hata sijafaidika chochote na shamba kaka. Kaka nailishambaa labda kambie kitu mimi haraka haraka. Kumbe, hujui. Najua labda wewe umewaruhusu. Yani kitu ambacho mimi nakifikiria haraka haraka hapa ni bora tu niuze ile eneo, tena bora niuze nikatafute sehemu nyingine, japokuwa mwenyewe babu alisema nisiuze, lakini kwa hali hii kaka, nitaacha kuuza kweli. Hapana, hapa sitaboga. Uliuze tena, yaani bora niuze nikatafute mji mwingine. Na imani nikishaenda kununua sehemu nyingine ambayo ina rutuba, itapata mazao ya kutosha na maisha yataendelea hapa kijijini.